Hatua za chama cha ODM kutaka kumuondoa madarakani Edwin Sifuna eti kwamba amekataa kuunga William Ruto mkono ziliweza kuzika chama cha ODM, endapo hawataenda endapo hawataenda kukaa chini na wamrudishe Edwin Sifuna kwa wadhifa wake kama katibu mkuu wa chama, basi chama kile kimesahulika. Mimi ni mwanachama wa chama cha ODM, na mkitaka, naweza nikawaonyesha mpaka mahala ambapo mimi napigia kura, ila wasipochunga chama hichi, tutakisahau. Yale ambayo nimeona kwa ground hayajaweza kunifurahisha. Sijaamini kwamba hichi ni kile chama ambacho tuliweza kujenga kwa zaidi ya miaka 20. I'm speaking right now as a member of ODM. Ninazungumza kama mwanachama wa ODM, vile vilevile kama mwanahabari na mchanganuzi wa siasa. Siamini kabisa kwa sababu chama chetu tumekijenga kwenye misingi ya demokrasia chama chetu tumekijenga kwenye misingi ya kukubali mawazo mbalimbali mbali. Hiyo ndio demokrasia. Lakini uongozi wa hivi punde jinsi ambavyo wanayumbisha chama, basi chama hichi huenda tukakisahau hivi karibuni, tuanze kutafuta chama kingine ambacho maybe viongozi wenzangu ama viongozi wangu Edwin Sifuna Caleb, uh, Hamisi akina ah, James Orengo akina ah, Babu Owino wanaweza wakaunda kitu ambacho nimekiona leo kutoka kwa kaunti ya Lamu hakijaweza kunifurahisha na hakijaweza kunipendeza. Na ninazungumza nina iweze kunitoka, sijui iwapo viongozi wa chama cha ODM wananitazama, lakini ninazungumza ili iweze kunitoka kwa sababu, wacha nikueleze uh, kiukweli Leo mtu mwenye anaitwa Oburu Odinga, Gladis Wanga, gavana wa county ya Mombasa mwenye anaitwa Abdul Swamad Sherif Simbarati na viongozi wengine walikuwa katika county ya Lamu, eti kwamba ni maneno ambayo yanaitwa linda ODM linda ground. Lakini watu ambao walikuwa wanazungumza na wao, yaani nimeona mpaka nimesema baba, mbona ulifariki jamani? uliachia nani chama, Raila uliachia nani chama? Yani nimeona hivi mpaka hata nimejihurumia. Hichi ni chama kile ambacho kilikuwa kiki, kilikuwa yani kikitajwa tu hivi, wananchi walikuwa ona, wana, wanauliza leo baba yuko wapi, leo wanachama, leo viongozi wa chama cha ODM wako wapi? Yani viongozi hawa walikuwa wanazungumza na watu wachache Jinsi ambavyo viongozi hawa wamekuwa wakiumbisha chama cha ODM, mimi ninawaambia ukweli, hichi chama kwa miezi mitatu mine ijayo kitasaulika, kitamezwa na serikali na kisaulike hivyo. Naomba uweze kuangalia situation uone chama ambacho kilikuwa kinavuma Kenya mzima. Chama ambacho kimekuwa katika ulingo wa kisiasa kwa zaidi ya miaka 20 viongozi wake, party leader anazungumza na watu ishirini, shiwali wakienda wengi ni forty, na hapa ni Lamu stadium. Shiwali, ah, gari kuje, gari kuje, gari kuje huku gari kuje. Gari kuje, gari kuje. Lina imani umeweza kuona tukiendelea jinsi ambavyo viongozi walio madarakani tukianza na Oburu Odinga, Gladys Wanga, akina Simba Arati, gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sherif, tukiendelea na hizi content ambazo wameanza kuunda wakiweka kwenye TikTok, mitandao yao ya kijamii, hichi chama tutakizika mapema sana wakiendelea hivi hawa viongozi baada ya kugundua kwamba wananchi wamekataa kutoka kwenye mikutano yao, na hao ndio walikuwa wana utubu ama walikuwa wanahutubia, walianza kuunda content na kupiga picha. Oh, sijui wanapiga picha wakiwa juu ya punda, sijui sasa wana eh, sijui sasa wana, uh, wanaendeshwa na punda, wanapika sijui wakiwa na inaitwa sharubati, kuna ma, ma, ma, mabuyu, kuna mabuyu ile yenye naekwa nini inaitwa hii kitu inaitwa ngaje eh, wanaeka ndani walikuwa wanakunywa sasa. Mpaka nikashangaa hawa ndio viongozi ambao walienda, sijui ni Linda ODM Linda Ground na Mombasa Lamu, mpaka nikajihurumia sana. Ukiona kipindi ambapo wananchi wamekataa kutoka kwenye mikutano ya chama cha ODM, basi jua kuna sababu nyuma. Mwananchi awezi akasusia kujitokeza kwenye mikutano ya chama cha ODM, na ile ndio imekuwa ngome ya chama cha ODM Mombasa, Lamu, Kilifi, Mandi, Malindi kaunti hizo zimekuwa ni kitovu cha siasa cha chama cha ODM, lakini watu wawili shuali wanatoka, mpaka hata nimejionea huruma nikana kwamba wameweza kupewa mandege watembee tu waende ziara eh, kutalii Kenya. Awa viongozi wameanza kutalii Kenya. He, wameanza kutalii Kenya. Kabla hatujasonga mbele ili niweze kueleza sababu ambazo zinachochea mpaka wananchi wameanza kususia kujitokeza kwenye mikutano ya chama cha ODM. Mimi ni mtangazaji wako bana Ezra. Wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu. Aa, kama unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umeweza kuchang, eh, kuch, kuch, kuchangia kwenye ukuaji na ukuzaji wa hichi kituo, like video tafadhali, alafu mambo yote yatakuwa sawa. Vile vile tunaendeleza zoezi, mimi ninataka kuchangia kwenye ukuaji wa viongozi wa kesho, na Edwin Sifuna ni kiongozi wa kesho huyu bwana. Tunataka kuweza kuhakikisha kwamba hichi kipindi ambacho wanampitisha kwenye majaribu, tunataka kuweza kuhakikisha kwamba tunamuonyesha upendo kwenye ukurasa wake wa Facebook, tunataka kuweza kuhakikisha kwamba kabla haijaweza kuadia siku ya Jumapili, tutakapokuwa tunaenda Kitengela, hakikisha kwamba umeweza kufollow Edwin Sifuna. Hey, mimi ndio Sifuna. Ile kipindi ambapo tutakuwa tuna tunapeana mwelekeo uh, kwenye hawa viongozi ambao ndio watatupeleka Canaan, angalau unapata kwamba wewe ni mmoja wa Wakenya ambao wanapata ujumbe Uh, kipindi ambapo tunazungumza Edwin Sifuna yuko nao691020 unataka kuweza kuhakikisha kwamba tunamfikisha 1milio hmm. Kama ujaweza Sifuna, kimbia upande wa Facebook, uh, tafuta ukurasa ambao unaitwa Edwin Watenya Sifuna, Edwin W Sifuna. Ndio karibu mpenzi mtazamaji, kuna sababu nyingi ambazo zinachangia mpaka wananchi kuanza kususia kwenye mikutano ya chama cha ODM, chama ambacho kimependwa Kenya mzima kwa zaidi ya miaka ishirini. Sababu namba moja ni advice mbaya ambayo viongozi wa chama cha ODM waliweza kuchukua kumwondoa madarakani Edwin Sifuna. Unajua Edwin Sifuna amekuwa mstari wa mbele kupinga chama cha ODM kuingia kwenye ndoa na serikali. Kwa nini? Hii serikali bado haijaweza kushusha gharama ya maisha. Hii serikali bado haijaweza kulipa fidia wale ambao liwe, eh, wale ambao familia zao ziliweza kuuawa kipindi cha maandamano. Hii, hii serikali bado haijaweza kushusha ushuru. Hii serikali ndio ile inatumia pesa vibaya. Sasa tunashangani kwa nini ODM inakimbia haraka haraka kuingia kwenda kwa serikali. Nashangani kwa nini alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanapinga serikali kabisa na kusema kwamba William Ruto ni one term. Lakini sasa akaondolewa kwa kuzungumza ukweli. Sasa kitu cha kwanza ambacho kinachochea wananchi mpaka kususia mikutano ya chama cha ODM ni kwa sababu Edwin Sifuna anaondolewa madarakani kwa sababu anazungumza ukweli. Inaonekana kwamba sasa chama cha ODM kimeacha kusikiliza na kukubali maoni tofauti na msimamo wa viongozi wengine. Namba mbili, wananchi wamekasirishwa itakuwaje chama cha ODM kinaingia kwa serikali na hii serikali ndio imeweza kuharibu kitu ambacho kinaitwa uchumi, imeweza kuharibu gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya imeweza kufanya mpaka ajira zimeweza kupotea makampuni mengi yamefunga ajira zao katika taifa letu la Kenya kwa sababu gani mpenzi mtazamaji? Kwa sababu serikali hii imeongeza ushuru. Sasa wananchi wanalia Hakuna kazi, njaa nyingi, ushuru mwingi, lakini chama cha ODM wao wanapiga push-ups, wanapiga push ups kukimbia kuelekea kwa chama, kuelekea kwa serikali, kitu ambacho Sifuna yeye amekataa. Unafikiri kwamba wananchi watafurahia? Mimi ninashuku iwapo chama cha ODM watapea William Ruto kura hata milioni moja. Sioni with this kind, sioni kabisa. Momii, momichi, momichi, mguni, momi chi momi chi nguni momii kabisa hakuna. Momii, hakuna kabisa. Mimi ndio nakuambia hakuna. Namba tatu, kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa. Ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya hela za mwananchi ambayo yanaendelea kwenye hii serikali. Angalia, tunatolewa ushuru, tunafikiri kwamba yanaenda tunatolewa ushuru tunafikiri kwamba zile pesa zinaenda kujenga barabara, zinaenda ku, eh, kwenye mashule kuweza kuhakikisha kwamba masomo yanapatikana. Uh, tunafikiri kwamba zile pesa zinaenda kuunda ajira ili wale ambao hawana ajira na wao waweze kupata ajira wajihisi kwamba wao ni wa Kenya. Akili hizo pesa ndizo hizi viongozi wa ODM wanapewa, wanapewa ndege brrr, ndio wale Lamu, ndio wale Mombasa kwa sababu, Edwin Sifuna yeye mwenyewe alisema wazi yeye kama secretary general hakuna hata siku ambayo pesa zimeweza kutolewa kwenye akaunti ya chama cha ODM. Pesa zinatoka hapi basi hizi ambazo wanatembea tembea Kenya ni ushuru wa mwananchi na mwananchi hajaweza kufurahishwa na hawezi akafurahishwa. Tukiendelea hivi ah, ODM tutaizika kitambo gani? Mimi ni Bwana Ezra endapo nimekukwaza pole. Endapo utanisamea ni sawa. Endapo hautanisamea ni sawa. Mimi ni timu wantam, mimi ni timu Sifuna. Jumapili tuko Kitengela. Ambia William Ruto aleta tia gasi nyingi.